Ndio mwalimu, mw mwalimu kuu hapo, mwalimu kuu tuna ukabidhi hii mifuko 30 kwa ajili ya ukarabati wa madarasa dio. Mwalimu, naomba ukizi matakwa na matarajio ya rais, matarajio ya rais ni kuona kila kila kitu anachokitoa kikafanya maku, kwenye makusudi aliyokusudia wananchi, lakini pia msije mkabadilisha matumizi kwa namna yoyote ile, ama kuongeza uboreshaji kutumia lesho ambayo sio nzuri. Afisa mtendaji utakuwa msimamizi wa kwanza mwenyekiti wa kijiji utakuwa msimamizi wa kwanza katika hili, na mwalimu mkatimize. Mtaenda kupima ninyi kama kuna ka chochote kule kwenye kaptisheni au kuna nguvu kazi yenu, basi hii simenti tunatamani ndani ya wiki moja, ninapokwenda kurudi kupima haya maeneo, nikute simenti hii imeshawafanya kazi kama mlivyosema ninyi kwamba kabla mbunge Maganga hajatoka bungeni, sasa tupate hatima ya umeme. Na mimi naahidi nitakuja tena hapa, kwa sababu hiyo furaha yetu sisi tukikuta mmeboresha, mmetengeneza. Mwalimu kwanza ni mtu mzima, mwili wako unatu, una, una, una, unaelekea kuwa kwamba ni miaka hamsini na kaya tunaamini tuna, tuna, tuna kwamba watu wote nilio wakabidhi kuanzia mtendaji na mwenyekiti wa kijiji ni watu wazima. Kafanyeni haya, kafanyeni haya kwa, kwa maslahi ya kizazi chetu na kizazi chenu, lakini pia kwa maslahi ya taifa. Asanteni sana kwa kupokea. Na wananchi na chama chetu cha Mapinduzi, mkae wasimamizi, kamati za siasa, si mnatembelea na jamani, kuangalia utekelezaji. Hili liko mikononi mwako mwenyekiti wa chama, baada ya utekelezaji utafika kujionea. Na sisi tunasema Mheshimiwa mbunge anaendelea kuwasalimia akiwa bungeni, na Mheshimiwa mbunge ameendelea kutuma salamu zake akiwa bungeni na hata, hata, hata, hata punguka kwenu shida yoyote ile ndani ya jimbo lake. Ofisi yake tupo macho kuanzia mchana mpaka na usiku. Karibuni sana ofisi ya mbunge, mjisikie mko huru. Asanteni sana. Mwalimu Daniel John Bundala ni mwalimu mkuu shule ya msingi mahali hapa. Mimi kwa niaba ya walimu shule ya msingi Bunigonzi napenda kushukuru kwa kile mbunge ambacho alichoahidi siku ya Jumamosi wiki iliyopita, lakini leo ahadi yake ameitimiza. Ni jambo la kushukuru na namna jinsi ambavyo alivyoiona shule akaona shule nina uchakavu mkubwa, lakini pamoja na hayo, tutakapoipokea hii mifuko itafanya kazi sawasawa na jinsi ambavyo alivyokusudia mbunge sisiemoya. Basi ninashukuru sana kwa hayo, Mungu ambariki na aendelee kuwa na moyo huo. Namshukuru tu Mheshimiwa Maganga kwa haja ambayo ametoa hapa kijiji cha Bunigonzi kwa kutuletea mifuko ya simenti, mifuko thelathini. Na kweli inahakikisha kwamba mifuko hii itafanya kazi redi, kwa weledi inavyotakiwa, na watakuwa pamoja na mtendaji na mtendaji wa kijiji pamoja na walimu wa mahali hapa ili kusudi ifanye kazi inavyotakiwa. Namshukuru sana, Mungu azidi kumbariki na tuweze kuendelea naye kazi kwa pamoja, pia ataleta tena kwa uwezo wa mwenyezi Mungu. Nashukuru sana kwa uwepo wako na nguvu zake pia na katibu wa ma, maganga ambaye ametufikia hapa, naye namshukuru sana na yeye kwa mwitikio wake na kutufikia hapa sadmu. Chama cha Mapinduzi kwa majina naitwa Roda Yusufu Sonda, ni katibu tawi la Bunigonzi. Nina furaha sana kwa ajili ya ahadi ya mheshimiwa wetu mbunge, ameweza kuwakilisha ahadi aliyoweza kutuahadia kwa kweli ni jambo la kushukuru. Katibu, nashukuru kwa kutuletea ahadi ya mbunge Maganga. oye! Oye. Samia oye! Silivesta oye, oye. Oye. E, ndugu viongozi wote tuliofika hapa pamoja na wananchi kwa ujumla, kwanza nianze na kutoa shukurani za dhati kabisa kwa mbunge wetu. Ni kweli huyu mbunge sio wa ahadi za kudanganya, kama alivyotuahidi hapa tarehe saba mwezi huu, aliahidi kwamba atatoa mifuko ya simenti kuisaidia hii shule ya msingi Bunigonzi kwa ajili ya ukarabati wa madarasa na kweli leo hii mifuko hiyo imeletwa na katibu wa mbunge. Basi nichukue nafasi hii kwa niaba ya wananchi wote wa kata ya Bunigonzi na wananchi wana, wana, wana, wana wa kijiji cha Bunigonzi, kwa kweli tunatoa shukrani za dhati kabisa maana kweli mbunge wetu ni jembe ana ahadi za uongo uongo. Nafikiri tunaona maendeleo yake kila sehemu kwenye jimbo letu la Mbogwe. Kwa kweli anajali kila sekta, ukiangalia sekta ya elimu, maji, barabara, afya, nafikiri tuna, tuna zahanati ambayo tayari imeshaanza kutumika. CMO oye, Unigozi oye! Jamani, Bunigonzi mujipongeze sana, Bunigonzi mujipongeze sana kwa sababu mbunge wetu ni msema ukweli kweli kweli, kwa sababu aliongea hapa tarehe saba siku ya jumamosi mosi, wiki iliyoisha, lakini leo ataliyodwahidi imetimia na tunaiona mbele ya macho yetu. Ndugu zetu wana Bunigonzi, hii bahati hii tuichangamkie na tuifanyie kazi kwa sababu mbunge wetu ni mchapakazi kweli kweli, kuliko kweli shigara. Kwa hiyo ndugu wanabunigonzi, mimi naombeni sana, tuwe wapokeaji vizuri mfuko wetu tuifahi pazuri. Ndugu yangu Kidenya, katibu wa mbunge, nakuomba sana ufikire salamu zenu kwa mbunge huu kwamba Bunigonzi wanakupenda sana sana, kelekalo sana.